Kwa maisha yako unavyoyaona yako si kwa jinsi ya kibinadamu ya kimwili, unavyoona maisha yetu, kwanza kabla ya tunavyoyaona kimwili, yameanzia katika ulimwengu wa roho. Wana wa giza wana ujio wa ulimwengu wa roho na ni wataalamu wa ulimwengu wa roho, na ndiyo maana wanaweza wakafanya vitu. We wa kimwili unaona matokeo tu, lakini mambo yalifanyika kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Wakitaka kuleta magonjwa, nikuambie utafiti ambayo nimeufanya na kuna kitabu nakiandika. Kitabu cha kwanza kiko tayari, cha pili kiko karibia na kizindio mwezi wa kumi na mbili. Nimezungumza mambo mazito sana ya kwamba sisi tunatakiwa mbingu zionekane duniani zinafanya kazi, na sisi lazima tudhihirishe mbingu duniani. Sema amina kama unanielewa. Maana kuna ulimwengu usioonekana na Mungu anakaa kwenye ulimwengu wa roho usioonekana, na mtu anapozaliwa mara ya pili, maanake huyu mtu anakuwa raia Nimezaliwa katika mwili ni raia wa Tanzania. Mimi ni mrangi, nimezaliwa katika kimwili ni mrangi, ni Mtanzania kwa kabila la Kirangi pale Kondoa. Lakini katika ulimwengu wa roho, baada ya kumpokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yangu, mimi nina uraia pacha. Katika ulimwengu wa kimwili ni Mtanzania, katika ulimwengu wa roho mimi sio Mtanzania tu peke yake, hapana, mimi ni raia wa mbinguni. Sema amina kama unaelewa na tunachokifanya mahali hapa ni watu ambao wana uraia mmoja wa Kitanzania na uraia wa pili tunawaingiza katika uraia wa mbinguni, wanapomkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Majina yao yanafutwa kuzimu, yanafutwa kwenye kitabu cha Shetani, yanaandikwa mbinguni na wanasajiliwa rasmi. Wale waliokoka juzi, jana na leo, utaokoka na mpaka Jumapili, maanake jina lako imeandikwa mbinguni, na wewe sasa ni raia wa mbinguni. Kuanzia sasa wewe ni raia wa mbinguni Bwana, na ukiwa raia, kama raia ana haki zake kama raia, binti wa Mungu anakufungua katika jina la, katikaasngovu ya Mungu inakugosa binti, maana ulipo upako na nguvu ya Mungu inashuka juu yako, katika jina la Yesu, kwa nguvu ya Mungu inatembea mahali ulipo, Roho Mtakatifu natembea, ndio, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.